Mimi personal sio shabiki wa Polepole I think, kwa sababu ya past yake kipindi cha Magufuli but you know? Tumeshasema tusameane tuna move on you know, tukomboe taifa letu. That said, nataka kusema hata kama mtu sio shabiki wa Polepole, hata kama sio fan wa Polepole, baada ya Kikwete uchoongea jana, inabidi mtu ukubali maneno ya polepole kuhusu wanamtandao, maneno ya polepole wa pole kuhusu wauni. Inabidi ukubali, ndugu zangu, kuwa hii nchi inaendeshwa na wanamtandao, inaendeshwa na wauni. Hivi seriously, kwa experience ambayo Watanzania tumeipata, tumeipata experience miaka mitano iliyopita tumeipata experience ya nchi kuongozwa na chama kimoja inakuwaje? Tumeipata experience ya nchi nzima kila level kushikwa na chama kimoja, nchi nchi inakuwaje? Miaka mitano iliyopita ni mateso, ni umaskini kuongezeka, ni ufisadi, ufisadi. Tumepata experience ya kuwa na chama kimoja Nchi imepoteza nchi imepoteza bandari yake kwa sababu ya kuwa na chama kimoja. Sasa hivi nchi inaenda kwenda kupoteza airport ya Kia kwa Oman kwa sababu ya chama kimoja. Tanzania zinaenda kuibiwa pale, wanyama waenda kutoroshwa pale, kwa sababu ya siasa za chama kimoja. Tulikuwa na bunge ambalo lilikuwa haliwezi hata kuhoji deni linavyoongezeka kihistoria. Kuhoji, hakuna anayeweza hata kuongelea pale mpaka deni limefika hicho kiasi ambacho sasa hivi eh, huduma zote za nchi zimezoroteka zime zote, wananchi imekuongezewa kodi kila sehemu, wananchi anapogeuka kodi na matozo ili warudishe ule mkopo, na mkopo haujulikani faida imeenda wapi, na hakuna hakuna bunge la kuhoji. Kilo ndo bunge, Kikwete, nataka tulirudishe tuwe nalo kwenye hii nchi, wananchi wametekwa, wananchi wamewawa, wananchi wamepotea, tulikuwa na bunge ambalo halitaki hata kuleta hiyo topic bungeni, wanataka kuongelea wao kupewa special plate number. Hilo ndio bunge Kikwete anakwambia kwamba hilo ndio bunge linalofaa kwenye hii nchi sasa hivi. Hapa huu ufisadi wote mmeuona, wanaofanya wote huu likirudi bunge la CCM. Ha, hakuna hata bunge mmoja anaweza kuongelea hiki kitu. Mpaka hapo inabidi mtu ujiulize, Kikwete anapata nini kwa Samia mpaka anafanya yote. Kikwete anapata nini? Ni sawa sawa na anachopata Mombo mpaka akamuzia Samia usalama wa taifa, ni kama anachopata Mombo. Kikwete anapelekewa mabegi ya cash Msoga. Not only that, ana promise ya mtoto wake kuwa rais in 2030 yani, lile lizee yani lile libaba nili selfish yani, Kikwete ndio binadamu selfish aliwahi kuishi kwenye nchi ya Tanzania selfish. Yani lile libaba nili selfish yani, ile definition ya selfish, yani lenyewe limekaa hapo linawaza tu, familia yangu, familia yangu mimi Ah, watanzania wengine wote wakafie mbali huko, anawaza familia yake. Watanzania tujipiganie tarehe 29 Oktoba. Haya yote yanatokea kwa sababu hatuheshimiki, hatuheshimiki, lazima tupambane tarehe 29. 9 nomo uoga. Anyway, kuna wageni wameingia huko ndani.